Mheshimiwa Mwenyekiti, wanasema inna ahada masuhula, nipo nimekuja kutimiza ile ahadi yangu niliyosema jana, kesho nitaamka nitafanya, inawezekana nilala na hasira, nimeamka na furaha ya kupitiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, umeandika na imetajwa ujenzi wa ofisi ya chama, wabunge tuchangie shilingi milioni 15. Mimi nachangia sasa hivi, Masesa, leta. CCM oye! Morogoro kusini mashariki oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hatujasimama na chama, maana yake hatujasimama wenyewe. Weka pesa ya chama hapa, lete, lete ni hesabu moja moja moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano moye Mheshimiwa mwenyekiti, nilisema, kaeni chini, kaeni chini Safari bado inaanza, kaeni chini. Mheshimiwa mwenyekiti, mezani una shilingi milioni ngapi? Mheshimiwa mwenyekiti, mimi na madiwani wenzangu tunaotoka jimbo la Morogoro kusini mashariki, hawa madiwani ni wagombea. Kwa kuwa ni wagombea, mimi nimewambia hiyo laki laki ambayo umewapa Natoa mimi Masesa, wete milioni mbili. CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti, mezani kwako kuna milioni kumi na saba. Mimi na ndugu zangu wana Morogoro kusini mashariki, sisi wanyonge tunachanga, tumalize. Ndugu zangu wana Morogoro kusini mashariki, jana mwenyekiti ulisema lazima nikamilishe ahadi ya kujenga ofisi za kata. Ndugu zangu, kwenye kila kata ya Morogoro kusini mashariki nitatoa shilingi milioni mbili. Kwa hiyo, kwa kata 14 ni shilingi milioni 28. Masesa, leta hapa. Mwenyekiti, mwanzo nilitoa milioni kumi na ngapi? kumi na saba, na hii milioni ishirini na nane, jumla shingapi? arobaini na tano. Mi sio tajiri wala ni mi nakipenda chama na napenda kazi yangu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye hiki chama kuna jumuiya zake Watu wa Simba tunasema hatujamaliza. Sasa tunakwenda jumuiya UVCCM, nitawapa shilingi milioni moja wakaanzishe jengo lao. Jumuiya ya wazazi nitawapa milioni moja wakaanzishe jengo lao, na jumuiya ya UWT nitawapa milioni moja kaanzisheni jengo lao. Mpo hapo? Sifanyi mimi haya, nafanya kwa niaba ya rais wangu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu haiingii akili hii kazi na kwa unaofanya Chama cha Mapinduzi, unakuwaje ili kusaidia. Leo nimeona imeona kwa macho yangu mamilioni mengi umeweka hapa kwenye kata za kwenda kuonea mambo mambo